Kukutana na Pelina Mgaya, mama wa familia yenye watoto watano, mkazi wa stendi ya zamani, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, ambaye kupitia mtoto wake akafanikisha kubuni kifaa ambacho kinamsaidia kukaanga karanga kwa ufanisi zaidi. Ana miaka minne kwenye kazi ya kukaanga na kusaga karanga kuwa kiungo cha mboga. Kabla ya kupata mashine hiyo, alikuwa akitumia sufuria kama nyenzo ya kukaanga karanga. Mtoto tu alivyotoka shule, amekuja likizo alisema, mama hii kazi naona kama inakuchosha ya kukaanga karanga kwenye sufuria kwenye mafiga, ndio akaleta wazo la kuchukua daramu. Daramu nilikuwa nalo nyumbani, akachukua daramu akapeleka kwa rafiki yake. Basi baada ya hapo, yeye mtoto tu akawa anakuja ananiomba hera, anasema fundi ameomba hera kadhaa, anachukua nampa hera, anaenda akawa ananunua hivyo vyuma sasa vya kutengenezea hiyo mashine hiyo. Basi baada ya hapo mashine ikakamilika, akaja nayo nyumbani. Ufanisi wa mashine hiyo unamsaidia mama huyu kuendesha biashara yake kwa urahisi zaidi unavyokuwa umezaharisha hapa debe moja unakuwa umetoa kama kiasi cha elfu themanini sabini. E, mipango yake mama huyu ni kwa hapo baadaye kununua mashine ambayo inatumia umeme ili kuepukana na baadhi ya changamoto zinazopatikana kwenye mashine ya sasa ambayo inatumia mkaa na kuni. Yani changamoto ya hii mashine hapo unapoiona, ukikaanga kwa muda mrefu baadaye hapo palipounganishwa vyuma hivyo panaregea. Pakiregea inaachana, kwa hiyo unaanza kuunda upya tena. Yaani kipato ambacho ninapata kutoka kwenye karanga, yaani mawazo tu, nilikuwa nataka kwanza niboreshe. Ningepata hela nyingi kabisa, ningeboresha kwanza hiki kiwanda, nikanunua mashine nyingine au nikanunua e, nikanunua mashine nyingine ambayo sasa inatumia nini? Inatumia umeme kwa urahisi zaidi. Mama huyu amefanikisha kuteka soko la kiungo cha karanga kwenye maeneo mbalimbali. Wateja wake wakubwa ni wakina mama. Anaziboresha vizuri, anakaanga vizuri, zinaiva na anaposaga zinatoka vizuri. Kwa hiyo sifa ilitapakaa kiasi kwamba na sisi tukavutiwa kutoka maeneo mbalimbali kumfata kuja kuangalia Kweli tukakuta utengenezaji wake ni mzuri na mazingira anayofanyia kazi ni mazuri, tukapendezwa. Kwa hiyo yu, ikatulazimu kila tunapotaka karanga tunakuja kumchangia. Yaani zinavyosagwa hadi zinavutia, na ndio maana tunakuja kutafuta kwa ajili ya kuunga mboga, makande, yaani kila aina zile mboga zinazohitaji kuunga, ndio tunatafuta hivyo, na ukiunga zinakaa vizuri, ndio maana tunaijia huko ukuaji wa teknolojia unahitaji hasa ubunifu na fikra za mbali zenye matokeo chanya. Waswahili wanasema mgaagaa na upwa hali wali mkavu. Mwanaidi Waziri, Habari Weekend.